Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu popote pale ulipo. Ni mimi rafiki yako katika Kristo Yesu, Pastor Paul Msa, mtu wa habari njema. Niko mahali hapa kukuletea habari njema tena za Mungu, na katika habari hizi nataka nikuonyeshe uh, siri kuu za Mungu ambazo zimo ndani ya mwezi wa sita. Tukiwa tuko ndani ya mwezi wa sita, nataka nikuonyeshe siri kuu za Mungu ambazo zimo ndani ya mwezi wa sita. Ah, uh, cha kwanza lazima uelewe siri ni kitu gani. Siri ni jambo ambalo limejificha, ni jambo ambalo halijulikani na kila mmoja anapaswa kujua kitu chochote ambacho kimejificha au hakijulikani na, kwa sababu siri wakati wote huwaga imebeba vitu vizuri ndani yake, na ndiyo maana huwa imejificha. Watu wote wanatamani sana kujua siri ya mtu. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya siri huwa kuna kitu kizuri. Sasa nataka nikuonyeshe siri za Mungu ambazo zimo ndani ya mwezi wa wa sita. Natamani kuzijua. Uh, siri ya kwanza ambayo imo ndani ya mwezi wa sita. Uki, ukisoma kitabu kile cha Mathayo kwenye ufafanuzi wa siri, kitabu cha Mathayo kumi na tatu sura mstari wa kumi mpaka wa kumi na saba tusome kwa kifupi. Ni kwamba wakaja wanafunzi wakamwambia, wasema nao kwa mifano? Akajibu akawaambia ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa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 kwa kuwa yanasikia. Kwa maana amini nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnaoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnaoyasikia ninyi wasiyasikie. Ni neno ni tafsiri ya neno siri. Unaona, hapa Yesu alikuwa anazungumza mambo kwa siri. Wanafunzi wakamuliza, kwa nini unasema kwa siri? Akawaambia kwamba nasema hivi kwa sababu ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Kumbe ziko siri za ufalme wa mbinguni ambazo tunapaswa tuzifahamu, tuzijue. Mojawapo ya siri ambayo naenda kukufundisha leo ambayo imejificha ndani ya mwezi wa sita, anasema ya kwamba watu hawa hawasikii. Kwa nini? Na hawaelewi kwa nini? Kwa sababu mioyo yao imekuwa ni migumu. na kuomba mtu wa Mungu, usifanye moyo wako kuwa mgumu na. Naomba usikilize mwanzo mpaka mwisho wa somo hili. Kuna kitu kikubwa cha Mungu ambacho Mungu amekikusudia kwenye maisha ya kwako mwezi wa sita. Siri ya kwanza ambayo imejificha ndani ya mwezi wa sita. Mwezi wa sita ni mwezi wa kujenga nyumba ya Bwana kibiblia. Mwezi wa sita ni mwezi wa kujenga nyumba ya Bwana kibiblia, tunaipata wapi hii? Tunaipata kwenye kitabu cha Hagai, kitabu cha Hagai sura ile ya kwanza, ukianza kusoma ule mstari wa kwanza, wacha nisome. Kumbuka siri iliyojificha ndani ya mwezi wa sita ni mwezi ndani ya mwezi wa sita kuna siri ya kujenga nyumba ya Bwana. Hagai sura ya kwanza mstari wa kwanza anasema, katika mwaka wa pili wa Dario mfalme, mwezi wa sita, ni mwezi wa sita, kumbuka hilo neno, mwezi wa sita, siku ya kwanza ya mwezi wa ngapi? Wa sita. Neno la Bwana likamwijia eh, Zerubabeli mwana wa Shetie, liwali wa Yuda na Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu wa kin kwa kinywa cha Hagai nabii, kusema: Bwana wa majeshi asema hivi, na kwamba watu hawa husema huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ni neno hili ambalo kwamba kuna watu mpaka sasa hivi wanaweza wakasema kwamba huu si wakati wa kujenga nyumba ya Bwana, huu si wakati wa kutoa. Kwa nini? Pengine eiza ana anapitia kwenye, kwenye hali ngumu ya maisha, anasema kwa wakati huu siwezi kutu, kutu, kutu, kuchangia kitu chochote kwa ajili ya kazi ya Bwana kwa sababu hali yangu ya maisha ni ngumu sana, sina hela, maisha yangu yani yamekuwa ni magumu. Nita, na, na, naendelea kukuonyesha, utaona kitu hicho. Anasema mstari ule wa tatu, ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Nyumba ipi ya Mungu? Anawauliza, je, ni wakati wa kukaa kwenye nyumba nzuri, kwenye nyumba zilizopambwa kwa mapambo mbalimbali mbali, wakati iko nyumba ya Mungu kuna mahali watu wanaabudu kwenye nyumba iliyochakaa. mstari wa tano. Uh, mstari wa tano: basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakalini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo, mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini Uh, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji, mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka toboka, toboka. Unaweza ukaona mambo kama haya. Mungu anaanza kutoa majibu sasa kwa wale watu ambao wanasema kwamba huu sio wakati wa kutoa, maana mimi sina hela, siwezi kutoa, siwezi kutoa kwa ajili ya kazi ya Mungu maana ni wakati mgumu, anawaambia hivi kwa sababu Bwana asema hivi, ndiyo maana mmepanda mbegu zenu lakini mmevuna kidogo mme, ndio mmeajiriwa, mnapata mishahara lakini mishahara mnaitia kwenye mifuko iliyotoboka. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wako watu walioajiriwa, lakini kila mwisho wa mwezi anapopokea ule mshahara, ule mshahara unapitiliza, isa unapitiliza kwenye magonjwa, unapitiliza kwenye matatizo mbalimbali, unapitiliza kwenye changamoto mbalimbali, lakini wako wafanyabiashara wanafanya biashara faida wala haz, haz, hazionekani kabisa. Unaweza ukatembea mwaka mzima, hauoni faida umeifanyia nini ya biashara yako? Tuendelee kusoma mstari wa saba mstari wa saba anasema hivi, Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu, pandeni mlimani. Mstari wa nane pandeni mlimani mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana anatoa maelekezo sasa. Kumbuka, ni mwezi wa sita na hili ni neno la Bwana, ni, ni habari ya neno la Bwana ambayo inawainjilia watu kupitia kinywa cha nabii Hagai, ambalo leo hii tena ni mwezi huu huu wa sita, na hili ni neno la Bwana ambalo linakuijilia wewe mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, popote pale ulipo wewe mtumishi wa Mungu, mchungaji, nabii, mwalimu uh, mwana wa Mungu, kokote pulu liko wewe uliyeokoka, ni neno la Bwana linakuijilia kupitia kinywa cha mtumishi wa Mungu leo hii kwa maana anasema hivi: Pandeni mlimani mkalete miti muweze kuijenga nyumba. Nyumba ya nani? Ya Bwana, kanisa, nyumba ya ibada. Mlimani ni wapi? Mlimani ni kwenye biashara zetu, twende tukafanye biashara zetu, lakini tuhakikishe katika bia katika faida ya biashara zetu nyingine tunawekeza kwa Bwana, tunajenga nyumba ya Bwana. Twendeni tukafanye kazi, lakini ndani ya mishahara yetu tuhakikishe ya kwamba iliko fungu ambalo tunalitoa katika nyumba ya Bwana, ili nyumba ya Bwana ijengwe. Anasema ya kwamba itakapojengwa ile nyumba ya Bwana, nyumba yangu Mungu. Sasa nasema mimi, nitaifurahia hiyo nyumba na mimi nitatukuzwa katika ile nyumba. Haleluya, mtu wa Mungu, ni, ni, niseme hivi mwezi huu wa sita ni mwezi wa kujenga nyumba ya Bwana. Sasa mimi kama Mchungaji Paulo na mimi kuna wengine tumekutana kwenye mitandao tumene, wengine kabisa nimewahudumia kwa namna moja ama nyingine, lakini pengine ni mara yako ya kwanza kunisikiliza. Mimi niko nchini Tanzania, uh, katika mji wa Nzega, mkoa wa Tabora. Niko mahali hapa ni na kanisa ambalo linaitwa uh, Church of God. Ni dhehebu linaloitwa Church of God ndiko ninachunga mahali hapa. Naamini kwa wale wenyeji kabisa ambao tumekutana tumekuwa tukihudumiana kwa muda mrefu, mfano rafiki zangu kupitia Promova TV kule na magrupu mengine, mitandao ya kijamii mbalimbali, umeniona nimeanza huduma mahali hapa. Ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa sita, na leo hii mwezi huu wa sita ninatimiza mwaka wa huduma mahali hapa. Niseme hivi kwa kweli, tunamshukuru sana Mungu kwa matendo makuu ambayo ameyatenda ndani ya mwaka huu mmoja na mimi tangu tulipoanza huduma hii, kuna rafiki zangu na wadau mbalimbali wa Injili niliwashirikisha, kweli walinisaidia, wakasaidia kazi hii ya Mungu kwa namna moja ama nyingine, tukapata na hema la kuanzia lakini tunamwona Mungu amejitukuza kwa ukubwa mno katika huduma hii mahali hapa kwenye ardhi hii na kwenye anga hili. Watu wameokoka, watu wamefunguliwa, watu wameponywa, watu wameokolewa kutoka kwenye ulevi, kutoka kwenye mambo mabaya. Kuna watu walikuwa wanalogwa, lakini leo hii katika anga hili ambako madhabahu ya Mungu ameiweka uchawi ume, ume, umetoweka kabisa mambo ya kuonewa watu yametoweka kabisa, kwa wanamuona Mungu. Sasa nikasikia sauti ya Bwana na na, na na msukumo kwamba ninapaswa tunapaswa kuijenga sasa nyumba ya Mungu kwa uzuri, iwe nyumba ya utukufu, kwa sababu tayari kuna watu wengi wameshajua, na kuna watu wanasafiri kutoka maeneo mbalimbali, wanakuja kuabudu mahali hapa, wanakuja kuombewa, wanakuja, wanapokuja madhabahuni hapa wanakutana na Mungu. Mungu anasema hii uh, nyumba hii, madhabahu inahitajika sasa ijengwe kwa utukufu na kwa uzuri kabisa. nika, Mungu, nika uliza swali wakati, wakati nikiwa kwenye maombi, nitajengaje mtumishi wako, wakati sina fedha kwa ya kujenga uh, hilo kanisa kwa utukufu kama ambavyo inahitajika? Lakini hata wa, wa, wa, watu ambao wameokoka mahali hapa bado ni wachanga, lakini wengine wametoka kwenye uchawi, wengine wametoka kwenye ulevi, bado hata vipato vyao havijawa vizuri. Je, tutajengaje? Mungu akasema ya kwamba katika ile Zaburi Zaburi ya ishirini na nne ukianza kusoma uh, ule mstari wa kwanza anasema kwamba mali na vyote na dunia vyote ni mali yangu, na wote wakaao ndani yake ni mali yangu. Akasema hivi vyote unavyoviona ni vya kwangu. Maana yake ni kwamba kazi kazi yangu ina uwezo wa kujengwa na yeyote, haijalishi yuko wapi. Utukufu wa wangu lazima uonekane. Manake ni sasa. Manake ni kwamba kazi uliopewa, sasa kazi ambayo ni nimepewa mimi ni kukuletea habari hii njema kwamba Mungu anataka mimi na wewe tuijenge nyumba yake ya kuabudia mahali hapa. Inaitwa Madhabahu ya Habari Njema, na kila mtu anayekuja hapa anakutana habari njema, na yeyote ambaye yuko sehemu mbalimbali, kila tukiomba nao wanakutana habari njema. Mungu anataka tuijenge sasa nyumba hii, tujenge kanisa mahali pazuri pa kuabudia maana nimepata maswali sana, kwa sababu tulipokuja kupata kupiga uh, gharama ya ujenzi wa kanisa ambalo linahitajika likawa limegharimu uh, takribani milioni kumi na nane. Ni hela nyingi sana, nikasema tutaipata wapi? Lakini Mungu akasema mali hela zote ni zangu, na hizi hela ziko nimewekeza kwa watu mbalimbali mbali. Hao hao watu wana uwezo wa kutoa hizo hela na zikajenga nyumba yangu. Mimi sijajua ni nani aliyekusudiwa jambo hili alifanye katika madhabahu hii ya habari njema. Pengine ni wewe unayenisikiliza, unaweza ukasema mimi sina hela a, mimi uchumi wangu ni mdogo aha. Mungu, chochote utakachoachilia kwa Mungu katika ujenzi wa madhabahu hii Mungu wa mbinguni atakuwa upande wako na atakubariki na atakuinua na atakutukuza kwa sababu mahali hapa atatukuzwa Mungu. Atakapotukuzwa Mungu na wewe, Mungu atakutukuza hata kama uwe na shilingi kidogo, una elfu kumi una elfu ishirini una laki moja laki mbili milioni moja milioni tano milioni kumi milioni kadhaa wewe toa tu kwa Mungu. Kuna maswali mengi ambayo uh, yanaweza yakajitokeza kwa watu, kwamba sasa mimi nita, nitajengaje kanisa ambalo mimi sio la kwangu wala sipajui mahali huko? Sikiliza nikwambie, ziko faida nyingi za kujenga nyumba ya Bwana. Ya kwanza kabisa, utakapokuwa umeje, umehusika katika ujenzi wa nyumba ya Bwana, ukisoma kitabu cha Wagalatia, haya ndio yatakuwa ni matokeo kwako, kwamba ili utavuna kutoka kwa Mungu. Kitabu cha Wagalatia sura ya sita kuanzia mstari wa saba anasema hivi. Msidanganyike, Mungu adhiakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake kwa katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho katika roho atavuna uzima wa milele. Mstari wa tisa tena Tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Kwa hiyo kadri tupatavyo nafasi, na tuwatendee na tu, watu wote mema na hasa jamaa waaminio. Tuwatendee hili neno ndo zuri kwamba tuwatendee watu wote mema, hasa jamaa ya waaminio. Maanake kwamba popote tunaposikia habari za Mungu, maadamu ni mahali ambapo Mungu anatukuzwa tutende mema kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na sisi tutalipwa kwa kadiri ya kile ambacho tutakitoa au tutakipanda kwa Mungu Baba wa mbinguni. Lakini ukisoma kwenye ile uh, Kumbukumbu uh, la Torati ishirini na nane anazungumza maneno ma mazuri kabisa kwamba utakapofanya hiyo kazi. Kumbukumbu la Torati ishirini na nane ukianza kusoma ule mstari wa kwanza anasema kwamba itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Maana yake, uki- ukisikia sauti hii Kumbuka tulianza pale kwamba mm, Yesu anatoa kwa mifano ili wasikie na waelewe. Maanake ukisikia sauti hii ukaiona, ni sauti ya Mungu. Usiione kama ni sauti ya mchungaji po, no, ione ni kama sauti ya Mungu ambayo imekuijilia wewe. Ndipo anasema kwamba, na kutenda kila ambacho Mungu amekuelekeza, ndipo utabarikiwa na utatukuzwa na kuinuliwa juu ya mataifa yote. Haleluya! popote pale unaponisikiliza, ukiendelea kusoma hichi kifungu, anasema kwamba utabarikiwa na baraka hizi zote zitakuijiria na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, yaani utabarikiwa kwa baraka nyingi. Kila utakalolifanya litabarikiwa, uchumi wako utafanikiwa, utafuga mifugo yako utafanikiwa, utalima utavuna ukubwa, utafanya biashara utapata faida kubwa, wateja watakuwa ni wengi, kwa sababu umefanya kazi ya Mungu. Lakini ukisoma kwamba kwenye kwenye, kwenye ile Wakorinto wa pili sura ya tisa kuna neno zuri kabisa pale ambapo nataka nikuonyeshe. Wakorinto wa pili ile sura ya, ya, ya, uh, Korinto wa pili ile sura ya ya tisa mstari wa saba kuna neno zuri kabisa pale nataka nikuonyeshe. Anasema hivi, tisa saba anasema hivi oh. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu mpenda yeye atowaye kwa moyo wa ukunjufu. Neno zuri. Mstari wa nane, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema kama ilivyoandikwa ametapanya amewapa maskini, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu na kupa za kupanda na kuzizidisha, naye ataongeza mazao ya haki yenu. Manake ukitoa kwenye biashara yako kwa ajili ya kazi ya Mungu, Mungu ataibariki biashara yako, ataiongeza kokote. Utakapotoa kwenye chanzo cha uchumi wako, hicho chanzo cha uchumi wako kitasitawi na kitafanikiwa sana. Kwa maneno hayo. Hiyo ndiyo siri ambayo imejificha ndani ya mwezi wa sita. Maneno haya yanate, ya, ya, ya, ya, ya nabii Hagai yaliletwa mwezi wa sita siku ya kwanza ya mwezi wa sita. Maana yake ni mwezi wa kujenga nyumba ya Bwana. Mtu wa Mungu nikuombe nikusihi. Popote uliposikia habari hii uliposikia taarifa hizi wala usije ukachukulia kwamba hizi ni habari tu za mchungaji. No, hii ni sauti ya Mungu na haya ni maneno ya Mungu. Mimi nimetumwa tu niweze kukushirikisha. Aa, na, na Mungu anasema yeyote atakayeshiriki kwenye ujenzi wa madhabahu hii au wa kanisa hili, maisha yake yatainuliwa na yatatukuzwa. Maana mahali hapa watu watamtukuza Mungu na Mungu atajifunua kwao, na wewe Mungu atajifunua kwako. Yawezekana maisha yako yamekuwa ni maisha ya shida, kwa sababu uh, ya kwamba kweli umefanya mambo lakini hauoni matokeo. Ni kwa sababu Mungu sasa anataka abadilishe matokeo ya mambo yako kupitia ujenzi wa kanisa hili. Una, una kiasi chochote, unaweza ukatutafuta kwa namna yoyote, lakini ukiweza kwamba mimi na, na, na nashuhudiwa moyoni mwangu jamani, mimi ni, nisimame mwenyewe nilijenge hilo kanisa, ni sawa tu na tunakukaribisha kama utaweza kufika wewe njoo kabisa. Kama uta, kama una uwezo wa kufika wewe, tutumie tu gharama fedha, alafu sisi tutakuwa tunatoa taarifa, ikiwezekana, kama ni kila siku, ni kama kila wiki, mpaka pale kanisa litakapokuwa limefika mwisho. Na fedha yoyote itakayoingia itaenda kwenye ujenzi. Mungu wa mbinguni akubariki sana na kukaribisha kwenye jambo hili jema la baraka. Utabarikiwa na familia yako, maisha yako yatabarikiwa. Kumbuka ni shahidi. Kuna wenzetu ambao kwenye mambo ya Mungu huwa wako wepesi sana wako tayari kujenga nyumba za ibada. Mtu mmoja anaweza kajenga nyumba ya ibada, na unaona namna ambavyo wenzetu wamekimbia hata kiuchumi wametuacha. Naamini umenielewa, nikisema hivyo umenielewa, msikilizaji wangu. Wako mbali sana hata kiuchumi, wako mbali kila kitu, wametuacha mbali, kwa sababu yuko tayari mtu mmoja kusimama na kujenga nyumba ya ibada. Wako watu waweza wakaungana watu watano, wakajenga nyumba ya ibada. Na mimi nikushauri, pengine hauna uwezo kabisa wakufikisha waku, waku, waku, waku hata milioni au laki, lakini una, una marafiki una majirani, una, una wadau wa Injili, unaweza ukawashirikisha jambo hili kwamba ndugu zangu, liko jambo la baraka mahali fulani, naomba tujikusanye watu ishirini, watu kumi, tuchangie kiasi fulani fulani, tupate milioni kadhaa tuweze kushiriki baraka mahali kule. Hili ni jambo la Kimungu na ulipokee kama jambo la Kimungu. Mungu wa mbinguni na akubariki sana. Neno la kukuachia ni Ayubu sura ya nne mstari wa kumi na moja. Biblia inazungumza ya kwamba Ayubu sura ya arobaini na nne, arobaini na moja. Ayubu sura ya arobaini na moja mstari wa kumi na moja neno la Mungu linasema ya kwamba ni nani aliyetangulia kunipa hata ni mlipe? Kumbe Mungu anataka tutangulie kwanza kumpa ili na yeye atulipe yale tunayohitaji kwenye maisha yetu. Kwa mawasiliano namba yangu, kwa wale ambao wako nje ya nchi ya Tanzania, anza na alama ya kujumulisha 255 76 99 31 130, lakini ziko nyamba nyingi pale zitapita pamoja na akaunti ya benki yeyote. Utakapopata nafasi ya kufanya jambo hili, kama Mungu atakusemesha, roho wa Mungu atakusemesha, aidha utahitaji maelekezo zaidi, utapiga namba zetu za mawasiliano ziko mahali pale za mchungaji, na tutakupa maelekezo ya kutosha, ikiwa maana mahitaji ni mengi. Tunahitaji bati, tunahitaji mbao, tunahitaji simenti, tunahitaji nondo, tunahitaji vitu vingi sana, ambavyo ndiyo gharama yote kwa ujumla ni milioni kumi na nane. Kwa kama una milioni moja, una milioni mbili, una milioni tano, una milioni kumi, una milioni kadhaa, una milioni nane, una laki kadhaa, una kiasi fulani una elfu kumi yani, chochote tunapokea kwa ajili ya ujenzi wa madhabahu ya Mungu. Maana Mungu amekusudia watu wengi wabarikiwe kupitia madhabahu hii, na maisha yako hayatabaki hivyo hivyo. Umeteseka, umelia, mwambie Mungu, yatosha. Najiunganisha na kazi ya madhabahu yako kupitia kazi, navyo, kanisa lako linavyoendelea kujengwa, na maisha yangu Mungu yajengwe, yani kanisa lako likiisha na mimi mateso kwenye maisha yangu basi, magonjwa basi, uzuruma basi, uchawi basi. Nena na neno la imani kwenye sadaka yako unaenda kuitoa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Mungu akubariki. Naitwa Mchungaji Po Msa, mtu wa Habari Njema, niko nchini Tanzania, katika mji wa Nzega, mkoa wa Tabora. Ubarikiwe sana, amen.